Kwa sababu hatuwamalizi kesho. Ni kusema tukikuwa na magavana sasa, tatizo yetu itakuwa ikiendelea. Wakati mmoja Raila Odinga alisema hivi kuhusu hii deni, tuna waboboro na tunafanya nini? Tunaiba pesa mingi, tunaenda kuomba, ku, kuomba, kuomba pesa mingi na kukopa pesa mingi halafu hiyo pesa inaenda kwa mikono ya watu. Wakati mmoja Uhuru akatuambia kila siku kunapotea bilioni mbili kama rais, magavana wakiweko si tatizo yetu, ni corruption. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi kitu naweza sema nikimalizia pangu, siku zinakuja, siku zinakuja, sisi tujitoe katika hii utumwa, na tusipojitoa katika hii utumwa ni kupe. Mfano, mheshimiwa Spika, wakati juzi Gen Z walikuwa wanafanya maandamano, mheshimiwa Spika, si kila mkenya aliona Jenzie wakifanya maandamano, kuna mtu mmoja alikuja kwa press, kama mtu anaweza kumbuka, akasema unajua, tukitoa William Ruto ni nani atakalia? Ni Gachagua. Lakini kabla ya hapo hapo nyuma, kulikuwa na maandamano pia, ilikuwa ya Ruto must go, baada ya election tu. Kuna mtu alikuja akasema, sasa mimi sikubali William Ruto kama rais wa Kenya. Must go. Kwa na, na tukatokea kwa barabara tukisema Ruto ma... Watu wakatokea kwa barabara wakisema Ruto must go. Mheshimiwa Speaker, watu walipotokea kwa maandamano Ruto, Ruto must go. Ilikuwa, ilikuwa ni nani ya kalie, ilikuwa ni nani ya kalie? Kindiki. Kwanza Mheshimiwa Speaker. Ukitumia mawazo yako vizuri Mheshimiwa Speaker. Ukitumia mawazo yako vizuri Mheshimiwa Speaker, Speaker. Utaangalia ni wapi unapereko kiakili kwa sababu kama maandamano ya kwanza inakwambia, Ruto must go, lakini ikwambia nani atakalia, lakini akitoka, unajua deputy president atakalia. Lakini ya pili ndio unakumbushwa ni deputy president atakalia. Mheshimiwa Spika, hii swali ndio. Speaker, Mheshimiwa Spika, wacha nimalizie, kwa sababu naona nimekwaza watu. Hakuna mwenye amekwaza, ongea okay.